Wakulima wa kahawa kutoka chama cha ushirika cha Nyakoe huko Kisii walivuruga mkutano wao wa kila mwaka kufuatia madai kuwa wanakamati walihusika na ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni mbili. Wakulima hawa waliojawa na ghadhabu walifunga ofisi za wa wanakamati wakuu na kuwaondoa nje, wakitaka fedha zao zitolewe, la sivyo wafurushwe nje ya makao ya shirika hilo. Wamedai kuwa wanakamati hao wamekuwa wakifuja pesa, kuuza miti na kukwepa majukumu yao wanayohitajika ku Yaani, wale ambao tulichagua pesa wanatoa, wanatumia kwao, na hakuna kashi wanafanya kwa society. Wachawai kufanya nini? Walima wanaendelea kuteseka. Namba ngine iko walimi wangu wa Vunyakatenyi, wananyanganywa kilos, wanachukua hela, hawaletei wakulima. Naye wakulima hapa walikuwa wanataka kusoma bajeti ya mwaka ambao huu tunaingia sasa, lakini wanakamati wakawa hawataki kuelezea vile wametumia pesa zilizoko.